tupwa kama tambara mbovu na de mmewe aliporejea. Watu ambao wafika mahali, yani mtu alioa, alioa, alafu akaenda mjini. So jamaa amefika mahali akafikiria sasa huyu ndio mpango hey. Wacha mme wake aliporejea kutoka mjini alitupa kama kitu kingine, si wewe wa kwako nini. Nawasumbua anyway, ilikuwa kule Londiani. Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka eh, Inyanzani kule Yatta, Inyanzani kule Yatta eh, kuna ma, vijana wanaruana kila mmoja akidai ujauzito wa kidosho ni wake yani watu wamefika mahali wamekosa uaminifu tu, mpaka hata mtu akiwa mjamzito, mpaka wanaume wanapigania, wajui juu wenyewe hata wajui ni ujauzito wa nani shuali. Hapo ndio uovu umetufikisha, ama kweli twasema ni nyakati za mwisho. Unayemtumikia Mungu mtumikie zaidi, kwa sababu haya. Mungu atusaidie sana yani, mpaka jamaa wanapigana mtoto hata ajazaliwa, hata tujue anakaaje, labda hata si wenu, nyinyi wote wawili mnapigana, shindwe. kitoka kule basi nikavuka mpaka Nyali, Nyali kule Mombasa, ambapo polo mmoja mtaani hapa alionywa na wenzake akome kuanika mpango wa kando wa babake asijiletelana. Yani, huyu anasema mke wa babako ni mamako. <laughs> Mke wa babako ni mamako. Kwa hivyo jamaa ndio ana mama, lakini amefika mahali kwamba ba, babake si mwaminifu ana mpango. Kwa hivyo ameza kuambia watu, hey, babangu huyu, hakuna kitu ana mpango wa kando na nini. So, unaanika siri za babako? So, na hiyo damu ya babako ndio inakimbia ndani mwako. Weh. Tafute laana. Kwa hivyo wenzake ukamwambia wacha kujitafutia laana wewe. Lakini wazee pia tujiheshimu, tujiheshimu. Ukifika kuna umri nafika, please jiheshimu tu, hata kama si wokovu, jiheshimu ah, tabia gani unaanza kompiti na watoto wako huko nje ah. Wachaza ovyo nikitoka kule, basi ikiwa kule Nyali nikavuka mpaka Kilifi, Kilifi mjini, ambapo basi kuna jombi mmoja aliyesafiri kutoka magharibi mwa nchi kusaka huduma za mganga alijipata kwa pasta mmoja akiombewa baada ya kutapeliwa pesa zake. Yaani wewe umeenda kutafuta huduma za waganga kule pwani, unasema pwani ndio kwenyewe. Alipoenda kule, alitapeliwa, aligongwa pesa ikabidi, e, alipata akiwa kwa kwa pasta, pasta niombe nisaidie. Sasa mbona ungeenda kwa mchungaji tu mwanzo ili akusaidie? Umekimbia kwa ganga, wakati umekosa msaada ndio namwendea pasta. Yani twamkimbilia Mungu kuwa last option. Hmm, Mungu atusaidie hiyo naam, nikimalizia eneo la nikatoka kule pwani nikavuka mpaka Elbagon, eneo la Molo Elbagon, Molo, ambapo kule Elbagon eh, kuna jombi mmoja ajipata motoni kutetea mkaza mwana kivipi? Eh, buda mmoja wa hapa alijipata pabaya kwa kutetea mkaza mwana wake. Kila alipogombana na mmewe, inasemekana kwamba mzee huyo alikosoa mwanawe akimpata, uh, akimtaka kuheshimu na kumpenda mke wake, japo ni kipusa kisirani. Kwa hivyo msichana mwenyewe ni kisirani. Nafikiria hawa ndio wale wazee walikuwa wanachagulia vijana wao wake ama. Kwa hivyo mzee amefika mahali anasema wakikosana, hataki kujua nani alikuwa na makosa, anakuwa tu saidi ya yule binti. Mpaka kijana nauliza, dadi, mbona kila wakati unatetea huyu msichana, kwani kuna nini? Anavuka anaza, hapana, hii ime imezidi hii imezidi. Kwa hivyo anakataa eh? Haya, sijui kwani kijana ameoverthink kama lakini baba, mbona mtete tu ama nimeacha. Nikatika pitapita za kwangu, mi hapa ni VWM ukipenda Victor Mandala kwenye pitapita za kwangu, asubuhi ya leo. Usiondoke hapa kabla usubscribe, chini ya video hii kuna neno subscribe, klikia neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jimila akaunti yako, copy the link and share, niweke komenti yako hapa chini, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo subscribe, eh. Haya, eh, tunasema hivi kwenye pitapita za kwangu, nami VWM kwamba kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi